Istiqama Swahili TV busati la elimu na hekima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watoto wote wa ulimwengu. Watoto karibuni sana katika kipindi chetu kipendwa kinachowafundisha elimu, imani na tabia njema kwa watoto wa Kiislamu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi barakatuh. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV. Usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyote vizuri kama hiki. Leo tuna mada maalum sana, umuhimu wa kuheshimu wazazi na wakubwa. Mada inayofundisha upendo, utiifu na adabu katika maisha yetu ya kila siku. Kama kawaida yetu, tuko na tuko na wazetu wanne. Wote watoto kama nyinyi. Karibuni sana, Fatuma, Abeid, Arafa na Hikma. Utakuwa nami Abdu Samad Zuberi Mbar kutoka Madrasatu Rahman iliyopo Kijiji Zanzibar, ili Zanzibar. Fatma, na mwenzangu Batrice Smel Jume kutoka Almadrasatu Rahman iliyopo Kijiji Zanzibar. Nam Fatma hayo, jitambulishe tuambie jina lako kamili na mato somo unasoma. Mimi ni Fatma Ali Fakin, nasoma darasa la kwanza katika Almadrasatu Rahman iliyopo Kijiji Zanzibar. Napenda kuheshimu wazazi wangu kwa sababu wao ndio walinilea kwa upendo na subra. Mashallah, mashallah. Abed, nawe je? Mimi ni Abed, Muhammad Abed. Nasoma katika madrasatu Rahman iliyopo Kijichi Zanzibar. Nasoma darasa la tano. Na furaha sana kuwa nanyi hapa kujifunza kuhusu heshima. Arafa. Mimi ni Arafa Faki Ali. Nasoma darasa la tatu katika madrasa tu Rahman iliyopo Kijichi Zanzibar. Napenda kuwaheshimu wazazi na wakubwa kwa sababu Mtume ametufundisha hivyo. Na mwisho ni Hikman. Mimi ni Hikman Abed Mgeni. Nasoma darasa la tano katika Madrasatu Rahman iliyopo kijiji Zanzibar. Nimekuja kushiriki katika mada yetu ya leo. Naam, baada ya wageni wetu kujitambulisha, tuanze na Fatma. Fatma, hebu tuambie, kwa nini ni muhimu kuheshimu wazazi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuatie wazazi wawili baada ya kumwabudu yeye. Allah anasema, "Waqad wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Na Mola wako ameamrisha kuwa msimuabudu yoyote ila yeye tu. Wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili mwatendee wema. Imma yabeluhanna indaka likibara ahduhuma au kilahuma, kama mmoja wao au wote wawili wakifikia uzee naye yuko kwako. Fala takullahu lahuma uf, basi usiwaambie hata a. Wala tanharuhuma, na wala msiwakemee wa kul lahuma kaulan karima, bali sema nao kwa maneno ya heshima. Kwa hiyo kuheshimu wazazi ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abedi, unasemaje kuhusu kuheshimu wakubwa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, laisa minna man lam yarhamu saghirana wa yuwakkiru kabirana, si miongoni mwetu yule aseme heshimu asehemu hurumia mdogo wake na wale aseh mheshimu mkubwa wake. Kwa hiyo kumheshimu mwalimu, mzazi, babu au jirani na sehemu katika imani. Mashallah, mashallah. Arafa, kwa upande wako ni faida gani tunapata tukiwatii wazazi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, wa ridha llahi fi ridha lwalidain wa sukhti llahi fi sukhti lwalidain, ridha ya Allah imo katika ridha ya wazazi wawili, na ghadhab ya Allah imo katika ghadhab ya wazazi wawili. Kwa hiyo tuk tukiwa, tukiwa watiifu kwa wazazi Allah naturidhia natukiwakasirisha Allah naye atachukizwa. Mashallah, mashallah. Arafa umeongea mambo muhimu sana. Hikma, kwa upande wako wewe kwa ni vipi tunaweza kuwafanyia wazazi wetu heshima hiyo kwa vitendo? Tunapaswa kuwa wanyenyekevu, wapole na wenye dua njema kwao. Allah anasema: afidh lahuma janaha dhulli min rahma, na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa huruma wakurabi, na useme ewe mola wangu irhamhuma kama rabayani swaghira, warehemu kama alivyonilea utotoni. Kwa hiyo tunapaswa tusiwajibu vibaya, tusiongee nao kwa sauti kali, na pia tusaidie tuwasaidie tus, kwa furaha. Hikman, mashallah, umesema kweli, watoto natakiwa kuwaheshimu wazazi watoto, na wazazi ni uzao wa nyumbani. Bado tu katika ulimwengu wa watoto, sehemu inayofuata ni ya kusisimua sana, tunakwenda kusikia visa vya kweli vinavyotufundisha heshima kwa wazazi na wakubwa, ndiyo. Kwa hiyo kaa nasi hadi mwisho na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili vipindi vyote vizuri kama hivi viendelee kufika nyumbani kwenu. Sasa tunakwenda kusikia visa vya kweli. Fatma, leo utatupa kisa kipi ambacho kinachotufundisha heshima kwa wazazi na wakubwa? Leo nina kisa cha Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani rahimahullahu alikuwa ni kijana kutoka Yemen. Alimpenda sana Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Lakini haku, hakuwahi kuonana naye kwa sababu alikuwa akimshughulikia mama yake mgonjwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ya ati alaikum Uwaisu bin Amir, atakuja kwenu Uwaisu bin Amir maamdadi ahli lyaman, pamoja na watu wa Yemen. yamin fainstatata an yastaghfira laka fafaal, basi kiwa utaweza kumuomba akoombee dua basi muombe, kwa sababu dua yake inakubaliwa. Kutokana na kumheshimu mama yake, Allah alimpa daraja kubwa mno. Subhanallah. Hapa tunajifunza kuwa kumheshimu na kumtumikia mama kunaleta daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa Ta'ala, hali dua zako zikubaliwe. Abedi, hebu tuambie kisa kingine cha kweli kinachoonyesha heshima kwa wazazi. Ndiyo, mimi nina kisa cha Abdullah bin Umar radhiyallahu wa anhu, alikuwa akiheshimu wazazi wake hata baada ya kufa babake; alikuwa akiwatembelea marafiki wa babake na kuwasalimia. Mtume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna min abaril birri silatul rajuli ahla uti abi ba'da an yuwalliya, hakika wema ulio bora kabisa kwa mzazi ni kuendeleza uhusiano na marafiki wa mzazi hata baada ya kufa kwake. Mashaallah, kisa hiki kinatufunisha kwamba heshima haishii tu pale mzazi anapofariki, bali inapaswa kuendelea kupitia matendo mema. Naam, Hikman, unaweza kutuambia kisa cha mwisho cha kweli kutoka katika Quran Tukufu? Tukiangalia katika Qurani tukufu Allah ametusimulia kisa cha nabi Ibrahim na mtoto wake Ismail. Pindi Allah alipomwamrisha nabi Ibrahim amchinje mwanawe, tunaona namna mtoto wake alivyokuwa mtiifu kwa baba yake na kuwa tayari kuchinjwa. Angalia majibu ya mtoto alikuwa vipi. Allah anasema, qala ya abati fa'al ma tu'mar Satajiduni insha allahu min asswabirini, e hey, baba yangu fanya ulichoamrishwa, hakika utanikuta miongoni mwa wanaosubiri. Subhanallah, hapa tunajifunza utifu, ukweli wa mzazi wa mtoto kwa mzazi wake. Ismail alaihi salam alimtii baba yake kwa heshima na imani, mfano mzuri sana wa utii wa kweli. Watoto wapendwa Leo tumejifunza kuwa heshima kwa wazazi na wakubwa ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa wa aljannatu tahta aqdami al ummahati, pepo ipo chini ya miguu ya mama. Mimi kwa upande wangu nitawasaidia wazazi wangu kila siku. Na mimi nitaheshimu walimu wangu na wakubwa wangu. Na mimi nitawaombia doa wazazi wangu kila siku. Na mimi ntakuwa mnyenyekevu na mwenye tabasamu. Masha Allah. Watoto mnatutazama nyumbani, kumbukeni kwamba heshima ni baraka. Ndugu mtazamaji, kama umefurahia kipindi cha leo, bonyeza kitufe cha subscribe, upige like, uandike comment na ushiriki marafiki zako kupitia Istiqama Swahili TV. Tutakutana tena wiki ijayo katika kipindi kingine kizuri cha ulimwengu wa watoto. Huu ndio ulimwengu wa watoto. Istiqama Swahili TV. Mm -hmm.